Jina lake ni Neema, msichana mdogo mwenye miaka ishirini na moja, mnyenyekevu, mweusi wa rangi yenye mvuto, macho makubwa yenye huzuni ya ndani. Alizaliwa katika familia maskini kijijini Morogoro. Baada ya baba yake kufariki ghafla kwa ajali ya pikipiki, mama yake aliugua na kushindwa kabisa kufanya kazi. Kwa sababu ya mzigo wa maisha, Neema alilazimika kwenda Dar es Salaam kutafuta ajira ya ndani. Akiwa bado mdogo sana, miaka 17 tu, alipelekwa kwenye familia ya watu waliokuwa wakijiona kuwa wao ni miungu midogo. Bosi wake aliitwa madam Rachel, mwanamke wa kazi serikalini mwenye kiburi, sauti kali na maneno makali kama sindano. Mume wake George alikuwa mfanyabiashara anayejifanya mkarimu kwa watu wa nje, lakini nyumbani ni mtu wa kejeli na dharau. Neema alilazimika kuamka saa kumi na moja alfajiri kila siku, kabla hata ya jogoo kuwika. Kazi zilianza kwa kusafisha nyumba nzima yenye vyumba sita, vyoo vitatu na veranda kubwa ya mbele. Baada ya hapo aliandaa kifungua kinywa, akiosha vyombo, kisha akampelekea madamu chai ya kitandani. Ilikuwa ni lazima chai iwe na tangawizi na maziwa mengi. Ukikosea kidogo tu, sahani itarushwa usoni mwako. Asiangalie uso wangu, huyo msichana wa vijijini, hata sabuni hajui kutumia vizuri. Nani alileta bibi wa kazi wa namna hii? Madamu aliwahi kumkemea mbele ya wageni. Siku moja, neema alikuwa akiwasafishia watoto viatu, alisahau kuweka mafuta kwenye kiatu kimoja. Rachel alichukua kiatu kingine na kumpiga nacho usoni. Mama yako hakukufundisha nini maana ya usafi, au alikuzaa porini? Neema alilia kimya kimya, alikuwa hawezi hata kuwasiliana na familia yake. Simu aliwekewa lock na kila mshahara aliokuwa anaahidiwa ulikuwa ukikatiwa kwa visingizio. Umeharibu kikombe cha chai, tutakata elfu kumi. Umekosa kumwaga taka jana, elfu tano. Hiyo walimwambia mara nyingi. Miezi sita ilipita bila hata senti moja mikononi mwake. Usiku alipokuwa akienda kulala kwenye godoro jembamba la sakafuni aliwaza Mungu, hivi maisha yangu ni haya kweli? Nitakufa maskini? Hata nguo siwezi nunua kwa jasho langu mwenyewe. Lakini neema hakuwa mjinga. Alipokuwa akiosha vyombo, alikuwa akisikia mazungumzo ya wageni wa bosi wake, majina ya watu mashuhuri, mikataba ya biashara, akaunti za benki na hata matapeli waliokuwa wakimzunguka mume wa madam. Alikuwa anakumbuka kila kitu Usiku akimaliza kazi alikuwa akiandika kwa siri kwenye daftari aliloiba kutoka kwa mtoto wa madam. Na bado mateso hayakuwa yameisha. Siku moja jioni, mvua kubwa ilikuwa imenyesha sana Dar es Salaam. Neema alikuwa amechelewa kurudi kutoka sokoni, alipigwa na mvua hadi nguo zake zikawa kama aliyeogelea baharini. Alifika nyumbani akitetemeka, mikono ikiwa imebeba mboga na chakula alichopewa, hela kidogo sana kukinunua mwenyewe. nitarudi saa nne usiku leo, madam Rachel alimwambia asubuhi ile, na ninataka nikikuta mchuzi usio na chumvi au wali umepitwa na maji, utalala nje na mvua hiyo hiyo. Neema alijitahidi kupika kama mtaalamu wa mahoteli. Alijifunza kwa kuangalia video kwa siri kupitia simu ya mtoto wa bosi alipokuwa anapewa kazi ya kuchaji simu. Alipomaliza kupika, alikaa jikoni akingoja kamsifu au kashfa ya kila siku, lakini haikuwa Rachel aliyewasili wa kwanza usiku huo. Muda huo mume wa Madam George, alikuwa amerudi akiwa na mgeni wake mgeni huyo alivalia suti safi, miwani ya kisasa na alikuwa na mionekano ya upole isiyo ya bandia. Karibu kaka yangu, huyu ndiye yule rafiki niliyekueleza, anaitwa Elijah Mwakalinga, George alimwambia mgeni huyo kwa majigambo. Anaendesha kampuni yake ya usafirishaji bidhaa nchi za nje. Elijah tajiri aliyekuwa mwepesi wa maneno na mwenye busara, alitabasamu kwa upole alipoingia sebuleni. Aligusa pua kidogo kwa ishara ya harufu ya chakula kilichompendeza. Kuna mtu hapa ana mkono mzuri jikoni, alisema taratibu. Je, alicheka kwa sauti kubwa. Huyo huyo bibi wa kazi wetu, acha mchezo kaka. Lakini Elija alitaka kumjua huyo mpishi. Wakati wote wa chakula alikuwa akiangalia kwa macho ya kujiuliza, akimuona Neema akihangaika jikoni, akijificha kama kivuli asitamke neno, lakini macho yao yalikutana kwa muda mfupi. Kulikuwa na upole wa ajabu machoni mwa Elijah. Siku zilikatika kila wiki, Elijah alianza kupita pale kwa George. Hakuja tena kwa mikataba tu, bali sasa alikuwa anamsubiri Neema atoke jikoni. Alimuita siku moja, nisaidie maji ya kunywa tafadhali. Mara ya kwanza Neema alitetemeka, lakini baadaye akazoea. Elijah alikuwa tofauti, alikuwa haoni aibu kuzungumza naye, hakumuona kama mtu wa chini. Alimsikiliza alipokuwa anasimulia ndoto zake za kuwa na mgahawa wake alishangazwa na maarifa ya Neema kuhusu biashara, mizunguko ya fedha na hata mitandao ya kijamii. ulipataje maarifa haya yote? aliuliza siku moja. Neema alitabasamu kwa uchungu. kwa kunyamaza, kusikiliza na kuvumilia. Ndipo moyo wa Elijah ukaanza kujengwa taratibu. Alianza kuamini kuwa Neema si tu binti wa kazi, ni mwanamke wa kipekee. Lakini Rachel alipoanza kubaini kuwa mgeni wa mume wake anavutiwa na Neema, aligeuka moto wa kuotea mbali. Alianza kumfuatafuata Neema kila saa, akitafuta kosa la kumfukuza. Kosa dogo tu alifokewa mbele ya wageni. utajifanya huna haya eh? unapendeza mbele ya wageni wangu, hujui mipaka yako. Siku moja alipigwa tena, lakini safari hii mbele ya Elijah. Mwache, Elijah alisimama ghafla, akamshika Neema kwa mkono na kumtoa nje ya nyumba hiyo. Rachel na George walibaki wamepigwa na butwaa. Wakati huo huo, Elijah alichukua hatua ambayo haikutarajiwa. Neema alikuwa amekaa kwenye kiti cha nyuma cha gari la Elijah, macho yakiwa bado mekundu kwa kilio. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka, lakini moyoni kulikuwa na amani mpya, hisia ya mtu anayejua amesikia sauti ya haki baada ya miaka ya kunyanyaswa. Elijah, kwa nini unafanya haya yote? Aliuliza kwa sauti ya chini iliyojaa mshangao. Elijah alitazama mbele kwa muda, kisha akasema kwa utulivu, kwa sababu najua thamani yako. Nilikuona pale jikoni, lakini moyo wako ulikuwa ofisini uvumilivu wako, akili yako, na namna unavyoheshimu watu ni sifa ambazo wanawake wengi wa mjini hawana. Sitaki kukuacha ukiumia mahali ambapo upendo haupo. Alienda moja kwa moja hadi kwa hoteli ndogo jijini na kumwekea neema chumba. Siku mbili baadaye alimpeleka hospitali kupumzika na kufanyiwa vipimo. Aliahidi kumsaidia kuanza maisha upya akiwa huru. Miezi miwili baadaye neema alikuwa na mwangaza mpya usoni. Ngozi yake ilikuwa imeng'aa, si kwa vipodozi bali kwa utulivu wa moyo. Alikuwa amepata kazi ya muda katika ofisi za Elijah akisaidia upande wa uhasibu. Hakuwa amemwambia ndiyo wala hapana kuhusu mapenzi, lakini moyo wake ulikuwa tayari umeanza kuamini. Elijah hakumwendesha haraka, aliendelea kujenga urafiki wa kweli. Walienda kwenye mikutano wakakutana na watu mashuhuri, na kila mmoja aliyemuona Neema alijiuliza, huyu si yule msichana wa ndani? Wakati huu Rachel na George, maisha yao yalianza kuyumba biashara za George zilianza kuporomoka, madeni yaliwakumba, majumba yao yaliuzwa moja baada ya jingine. Hatimaye walihamia kwenye chumba kidogo Tabata. Siku moja, Elijah alimpeleka Neema kwenye bustani ya maua ya baharini. Wakiwa wamesimama mbele ya jua likizama, alitoa boksi dogo la velvet, akafungua taratibu. Pete ya almasi safi ilingaa ndani yake. Neema, sio kwa sababu umepitia machungu, bali kwa sababu umeendelea kuwa na utu hata ndani ya giza. Je, utakubali kuwa malkia wa moyo wangu na malkia wa maisha yangu? Neema alishindwa kuzuia machozi. Hakujibu kwa haraka, aliangalia pete kisha macho ya Elija akasema, kwa sauti yenye utulivu, ndiyo, lakini kwa sharti moja, usiache kuniheshimu siku zote. Elija alitabasamu, hicho ndicho kitu cha kwanza nilikupenda nacho. Miezi michache baadaye harusi ilifanyika kwenye bustani ya kifahari Mikocheni, ilihudhuriwa na wafanyabiashara wakubwa, viongozi wa serikali na wanahabari lakini wageni wawili walikuwepo wakiwa wamekaa nyuma, wakishangaa. Rachel na George waliitwa kwa heshima, lakini si kama wenyeji wa heshima. Walikuja kama wafanyakazi wa bustani, wakipewa kazi ya kuandaa meza na kusafisha eneo baada ya harusi. Waliambiwa tu, bosi wa kampuni mpya anakuja kufanya hafla hapa. Walipoona biharusi akishuka kwenye gari jeupe lenye mapambo ya dhahabu, macho yao yaliganda. Ndiyo, Neema sasa alikuwa malkia wa jiji. Alitembea kifua mbele akiwa amevaa gauni jeupe la kifahari, akitembea kwa heshima na utulivu, akiwa na mume wake tajiri Elijah. Rachel alishika mdomo wake kwa mshtuko, George alinyamaza kama sanamu, lakini Neema alipowapita alitabasamu kidogo tu na kusema kwa upole, Mungu si dhalimu, ukimvumilia hukufungua kwa wakati wake. Miezi michache baada ya harusi, maisha ya Neema na Elijah yalikuwa mfano wa ndoa ya ndoto. Waliishi kwa heshima, maelewano na mapenzi ya kweli. Elijah alimwanzishia Neema mradi mkubwa wa migahawa uitwao Neema's Touch ambao ulivuma haraka kutokana na mapishi yake ya asili yaliyojaa ladha na mapenzi. Muda si mrefu, Neema alihudhuria kongamano la wanawake wafanyabiashara Afrika Mashariki, akazungumza kuhusu safari yake kutoka kwa mfanyakazi wa ndani hadi kuwa mkurugenzi wa kampuni kubwa. Alitazamwa kama mfano wa kuigwa. Watu walimshangilia kwa machozi, wengine wakilia kimya kimya. Alimaliza kwa kusema, "Nilipokuwa nikipigwa na kudharauliwa jikoni, sikujiwazia hili, lakini Mungu huchelewa haachi, na si kila kilicho cha chini ni cha kuonewa." Siku moja alipokuwa anatembea kwenye bustani ya hoteli yake mpya jijini Arusha, alikutana uso kwa uso na Rachel. Sasa alikuwa amezeeka ghafla, uso wake ulichakaa na mwili wake ulibeba mzigo wa majuto. Alikuwa ameajiriwa kama mhudumu wa usafi hotelini hapo. Neema alimtazama tu, Rachel alishindwa hata kuinua macho. "Samahani Neema, nilikosea sana. Nilidhani huna thamani, nilijiona bora, lakini leo najifunza kupitia wewe, alisema Rachel kwa sauti ya chini, machozi yakimtoka. Neema alimtazama kwa upole, kisha akasema: sitaki ulipize kisasi, nataka utumie nafasi hii kujifunza heshima kwa kila mwanadamu. Maisha yana mizunguko, Rachel. Leo ni mimi, kesho ni mwingine, lakini utu haupaswi kubadilika hata siku moja. Neema hakumfukuza kazi Alimruhusu Rachel kubaki kazini, lakini chini ya usimamizi wa wanawake wanne waliokuwa wafanyakazi wa walio wafanya ndani pia, aliyowasaidia kujitegemea. Aligeuza kila uchungu aliyoupitia kuwa daraja la kuinua wengine. Miaka ikapita, Neema na Elija walibarikiwa watoto wawili, Eliana na Baraka. Familia yao ilikuwa na upendo mwingi. Elija aliendelea kuwa mume mtiifu, mshauri wa kweli na nguzo ya furaha yao. Wakati fulani alitembelea kijiji chao Morogoro akajenga shule ya wasichana akaiita jina la mama yake Mama Janet Memorial School. Alisema, nataka kila msichana ajue kuteseka siyo mwisho, kujaliwa sio kwa waliovaa tu, maisha ni mafupi, lakini uwezo wa mtu ni mrefu kuliko ndoto zake. Neema alibadilika kutoka kuwa kivuli kisichojulikana hadi kuwa nuru ya jamii. Aliwahi kuwa chini ya unyanyasaji, dharau na machungu yasiyoelezeka, lakini hakuwahi kuruhusu maumivu ya mwondolee moyo wake wa utu na kwa upole wake heshima yake na msimamo wake alikuja kuwa zaidi ya mke wa tajiri. Alikuwa tajiri wa heshima, malkia wa mioyo ya wengi, na ushuhuda kuwa maumivu ya jana si kipimo cha nafasi ya kesho. Na maisha ni mfano wa duara, na Mungu ndiye mchoraji, hujua pa kumalizia, sababu yeye ndiye uchora mwanzo. Tukutane tena wakati mwingine, amani iwe nawe. Shalom shalom, assalamu alaikum.